wa siku 28 unaona damu kwa siku nne. Kwa hiyo utahesabu kuanzia ile siku ya kwanza mpaka siku ya nne ambazo ni za damu, sawa? Kwa hiyo utahesabu siku ya tano, ya sita, ya saba, ya nane, ya tisa, ya kumi kuanzia umemaliza hizi mpaka siku ya kumi. Hizi siku ukishiriki tendo la ndoa kwa mzunguko wa siku 28, hauwezi kupata ujauzito. Kuanzia siku ya kumi na moja mpaka ya kumi na tano hizi siku unashika kujauzito. Kwa ukiendelea tena huko mbele unaweza tena ukafanya tendo la ndoa pasipo kupata kujauzito, menelewa Kibena. Kuna swali lingine ambalo natamani kulifahamu juu ya afya yako <laughs> hapana. Um, sijui ni ukaribu wetu, maana ninakuota sana usiku, na kama unakumbuka siku ile nilikwambia kwamba nakuota Huwa yes. Nakuwaza sana, nakufikiria sana, nahisia kali juu yako na kupenda kibena. Hili swala nimekusikia, na linahitaji ka